uwekezaji katika elimu ya ufundi stadi ili kutoa fursa kwa wahitimu wa elimu ya juu na ngazi nyingine za elimu kupata ujuzi wa vitendo ni kati ya masuala yaliyoungwa mkono na wadau. Kwa wakati huu ndio namna pekee ya kuwakwamua wahitimu wa vyuo vikuu ambao wana mkwamo katika suala la ajira. Na sababu kubwa ambayo tunaiona kwa jicho la kitaalam ziko mbili. Sababu ya kwanza ni kwamba hapafanyiki utafiti wa kutosha katika soko la ajira kwamba ni aina gani ya taaluma ambazo zinahitajika katika soko la ajira kwa asilimia, kwa sababu asilimia themanini na tano ya watu wenye vipato hawapati mshahara. Hilo ni jambo la, la, la, la nini la kwanza, kwamba ni taaluma gani zinatakiwa, zile ndio zipewe mikopo. Wale wengine ambao wanataka kwenda kusoma wakajitegemea kwa pesa zingine, tukasomesha watu ambao soko la ajira haliwataki. Kwa miaka mingi tumejikita kwenye elimu ya nadharia kuliko elimu ya vitendo. Ukitaka kujinyumbulisha kuishi na dunia, kuwa na uwezo wa kuitawala dunia, lazima uruhusu akili yako kujifunza vitu vingi, na vitu vingi tunavyokusudia sasa ni ufundi, yaani elimu yako uliosoma hiyo labda ya udaktari, we uwe na udaktari tu, udaktari tu, daktari tu utakufa umeajiriwa, na hautaacha urithi kwa watoto wako, kwa sababu hujafanya shughuli nyingine ambazo utawaachia wanao. Hapa ikasisitizwa mkazo kuwekwa tangu ngazi za chini, ili kutopoteza maana. Sidhani kama ni jambo zuri mtu akasoma mpaka akamaliza chuo kikuu, alafu baada ya hapo akaambiwa tena nenda ukaanze tena kujifunza elimu ya mali. Maana yake ni kwamba kile alichojifunza chuo kikuu ni kama hakitakuwa na matumizi kwa sasa. Tuna wanafunzi wengi sana vyuo vikuu na wengi kati yao, naweza kusema hawana uwezo wa kutosha kusoma chuo kikuu, kwa wanamaliza chuo kikuu wakiwa hawana maarifa ya kutosha, lakini kuna huu mkondo wa amali ambao ndo hiyo tunasema ni vocational education. Sasa a, hicho ndicho kitu ambacho serikali inapaswa kuwekea mkazo zaidi kuliko uh, kufikiri kwamba watu wote wanapaswa kwenda kwenye mkondo huu wa elimu ya, ya jumla alafu baadaye wakajikuta hawana, hawana, hawana cha kufanya nini. Kauli ya wanafunzi wa vyuo vikuu. Kwa nachokisomea asimia vitu vingi na na na vi apply au na vitekeleza katika maisha yangu ya kila siku, lakini labda kwa mlengo wa vitu kama vya msingi ambavyo ningepaswa kuvijua, labda useme udereva, ambavyo nikihalisia ni vitu vinahitajika na kama na mimi na shauku yangu niweze kuvisoma amalize chuo afu aende VETA. Kuna namna kama kuna mdhoofisha yule, yule. Kulingana na hata hata kitu. Kitu ambacho kwamba eh, kitu kwenye kitu cha kisomi. Kauli hiyo ya Waziri Mkuu Kassim Majaliwa pia ilibua mjadala mkali katika mitandao ya kijamii huku baadhi wakigusia mabadiliko katika mfumo wa elimu utakaoendana na mahitaji ya soko la ajira na wengine wakihitaja VETA kama suluhisho la ukosefu wa ajira. Rebecca Mbembela, Azam News, Dar es Salaam.